Ukweli au uongo, mwana RFI Kiswahili, hujambo? Karibu katika makala ya leo, tukiendelea kuelimishana jinsi tunaweza kutumia vizuri mitandao yetu ya kijamii na pia kuangalia habari zinazopotosha na kuzirekebisha. Uko nami Jupiter Mayaka, nami George Ajowi. Katika kipindi hiki tunashirikiana na la Benevolencia. Jupiter, kuna video inayodai kwamba kumekuwa na mapinduzi kule Kinshasa, lakini huu ni uongo. pia tutachunguza video ya zamani inayohusishwa na mwanamke aliyesafiri kutoka taifa la Torenza ambalo halipo kwenye ramani. Ukipata video, picha au sauti ungependa tuhakiki, sema nasi kwenye nambari hii, ukianza na alama kujumulisha 254707888555 Hujambo Ajoi? Si jambo. Labda hali yako sijui ikoje? Mi pia mzima. Naona hapa kando yetu tuko na Alfred Lubawoi anaangalia mitandaoni ya machapisho yananukuliwa vipi na karibia, nimekaribia sana. Asante sasa msikilizaji, tunaanza moja kwa moja kwamba tangu Jumamosi ya Oktoba 11 mwaka huu, kumekuwepo na video kwenye mitandao ya kijamii haswa kwenye X ikidai kuonyesha mapinduzi kule Kinshasa nchini DRC na kutoweka kwa rais Felix Tshisekedi. nam Jupita, chapisho linaloambatana na video hii iliyochapishwa na Stavros Papaino, mtumiaji wa X anayechapisha habari kuhusu nchi ya Kongo, linadai uwepo wa uasi wa wazalendo chini ya uongozi wa Justin Bitakwira, mjumbe wa bunge la Kongo. Alfred Lobawoi, umekuwa ukifuatilia machapisho haya. Maandishi kwenye chapisho hili yanasomaje? Jupiter, maandishi katika chapisho hili linasema Kinshasa imeanguka. Rais hapatikani popote. Wazalendo chini ya uongozi wa Bitakwira wameanzisha mapinduzi. Naam, ili kuhakiki Tumeanza kwa kufanya utafiti kwenye Google kwa kutumia picha ya screen ya video na uchanganuzi wetu ulibaini kuwa video hiyo ilirekodiwa huko Antananarivo Madagaska. Video kama hiyo pia inaonekana katika chapisho la Instagram ikiripoti kuhusu jeshi la Madagaska kukataa kuwafyatulia risasi uandamanaji. Video hiyo hiyo pia ilichapishwa kwenye Facebook na hapa inasema serikali ya Madagaska imeanguka, polisi walijiunga na waandamanaji na rais akakimbia.

Hali kadhalika kwenye mtandao wa X tulipata pia video ya Oktoba 11 ikiwa na maoni sawa na hayo. Kwa kutumia mbinu ya geolocation, hii inatumika kutambua sehemu video au picha imechukuliwa, tuligundua kuwa alama za Farmasi de la Vene na Mvola zinaonekana kwenye majengo huko Antananarivo, Madagaskar, na hivyo kuthibitisha kwamba video haionyeshi Kinshasa. Na uchunguzi zaidi unaonyesha kwamba kuna vyombo vya habari vya Congo au vya kimataifa vilivyo mapinduzi yoyote ya Kinshasa. Na makala iliyochapishwa Jumapili ya Oktoba 12 kwenye tovuti rasmi ya urais wa DRC ilibainisha kuwa Tshisekedi alikuwa Ubelgiji, ambako alikuwa anazungumza na Wakongomani wanaoishi huko. Tunaweza kuthibitisha kuwa hakuna mapinduzi yaliyofanyika Kinshasa mwezi huu. Ukweli au uongo ndicho kipindi unachoendelea kusikiliza hewani katika idhaa hii ya RFI Kiswahili. Lengo letu hapa ni kuwa mabalozi wa kueneza habari za ukweli na zilizo sahihi. Ajoi, kuna habari imekuwa mitandaoni ikisema mwanamke aliwasili Marekani kutoka nchi ambayo haijulikani. Naam Jupita, habari hii imekuwa mitandaoni kuanzia mwezi huu, picha na video zikidai ni mwanamke aliyefika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa John F Kennedy kutoka Tokyo, Japan, akiwa amebeba paspoti kutoka nchi itwayo Torenza, kabla ya kutoweka kwa njia isiyoeleweka. Chapisho hili na mengine yalikuwa yamesambazwa zaidi ya mara elfu nne lobawai. Ukiwa hapo kwenye X, chapisho moja linasomaje? Chapisho hili linasema maafisa kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa JFK wamemshangaa mwanamke aliyekuwa na hati ya kusafiria ya nchi isiyojulikana inayoitwa Torenza ambayo haipo kwenye ramani. Je, yeah, inaweza kuwa pepo? Chapisho lingine linasema hivi, na na nukuu, huyu mkongwe alikuja kwenye uwanja wa ndege wa Marekani. Kulingana na pasipoti yake, nchi yake kwenye pasipoti haipo, alitoka Torenza. Tafadhali ni nani anayejua nchi hii? Machapisho mengine yalidai maafisa wa uhamiaji hawakuweza kupata rekodi yoyote ya taifa hilo, na mwanamke huyo alidaiwa kusema, basi huu sio ulimwengu wangu, kabla ya kuzuiliwa. Kufikia asubuhi, yeye na mzigo walikuwa wametoweka. Machapisho yana picha mwanamke alivalia vazi ndefu na kitambaa cha kichwa kinachofanana na hijab na paspoti inayoonyesha mihuri ya uhamiaji. Machapisho haya ni ya uongo na kwa kutumia mbinu ya reverse image search, picha za skrini za mwanamke huyo zimetolewa katika kipindi cha televisheni cha katikati ya miaka ya elfu mbili. Mwanamke huyo anaonekana katika video iliyochapishwa kwenye chaneli ya YouTube ya na mnamo Novemba 8 mwaka elfu mbili na ishirini na nne yenye kichwa Airline. Mwanamke mkongwe anayezungumziwa ni abiria asiyezungumza Kiingereza, alikuwa amesafiri kwa ndege kutoka Baltimore hadi los Angeles, sio jf Kennedy huko new York, kama inavyodaiwa. Torenza haipo kwenye rekodi zozote zinazojulikana, hifadhi data au ramani. Video imewekewa vizuizi na inaweza kutazamwa tu na watu nchini Marekani pekee. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumulisha 25407888555. Naam, katika kitengo cha katuni tunaye Madoo kutoka nchini Kenya. Madoo, habari ya jioni, na unachora nini? Asante ah, sana. Tuko salama kabisa. Tumeona madai kwenye mitandao ya kijamii yalianza Oktoba tarehe kumi na moja eti rais Felix Tshisekedi wa congo DRC alipinduliwa na akatoweka tayari. Pia naona mshafanya uchunguzi wenu na video hii tunayoitizama kwenye X na kwingine ikidai mapinduzi mjini Kinshasa, kwa hakika ilirekodiwa huko Antananarivo nchini Madagaska. Uvumi huu pia umechangiwa na uwezekano kuwa Tshisekedi yuko na pasipoti ya uraia wa Ubelgiji na ni huko Ubelgiji ambapo alikuwa ziarani wakati huo na tayari asharudi kwake nyumbani. Basi ninatayarisha katuni kuhusu tukio hili. Asante Mado na kibonzo chake. Msikilizaji, unaweza kukitazama katika wavuti wetu wa www rfi fr sw, lakini pia katika mitandao yetu ya kijamii ya RFI Kiswahili. Na sasa ni wasaa wa Mchomaa na Joli kutuelimisha

Jolina Muchoma abata kuwa tena na uwezo ya kuendelea kunyanyasa bakaaji baiki jiji. Si wape kunaona kabisa na macho yako mbili kama zamiri uko kwa video kabisa. Eh, bwana, mwizi masiku haimaanishi kitu. Eh. Yeah. Lakini kama ni kweli shafu wa kijiji na Mungu mkono. Eh, hey, hawane kama vitu vitarabika. Hii habari napasa kuwa ni ya bongo tu. Yes. Wewe well, uone kama hivi dawa iko inapita kwa televisheni ofisi ya kijiji. Hapana. Mwisho. Kwa kwa kwa ha? siki Hey, hey, angalisho angalisho. Mimi nawajulisha kama ibare yenyewe ilikuwa ya joli haiko yake tena, na mupenda ndio tunakuwa babose bamupya na tuko na lazima nyi wateja mkaribie karibu sana. Mwanasa niambia mko munini hapa lakini mko sawa kabisa. Kumbe neni hapa nyuma ya bari yangu njo mko mnafanyizia hii njema ya kuiba bari yangu. Na kisha mnadanganya na kusema hizi habari kama ziko zinapita ku televizio ya taifa, na kuonesha kama ni shefu wa kijiji njo mwenye anabaunga mkono. Pardon. Mnadesevoir sana kweli. Tukatotunatarisha habari ya kudanganya <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> kudanganyana. Ai, sio peke yake kama leo ni siku ya kudanganyana. Hai kwa vile ninyo na wazia ya Johnny. Ni siku sana mpenda na Zamir. Hamuna ah, ah, haya kabisa. Kumi na Nikoli mko mnaunda njama ya kuiba bari yangu. Basa Johnny, <laughs> niko na baitia polisi sasa. Shukrani sana la benevolence kwa tumbuizo hilo. na ukiwa na shauku kuhusu habari yoyote mitandaoni tuandikie ujumbe kwenye whatsapp facebook tiktok au instagram rfi kiswahili namba yetu ya mawasiliano ni alama ya kujumlisha 254707888555 ukiniita jupiter maaka nitaitika shoka husahau lakini mti hukumbuka mimi ni george ajowi hadi wakati mwingine kwa heri